Vijana, oye. Oye viva vijana viva oye. Wana bunda oye, oye. Sisi moye. Kazi na utu oye. Tumejenga barabara ya Nyamuswa kwenda Bulamba kilomita 54 pamoja na madaraja kadhaa lakini tunakwenda kuweka nguvu kwenye barabara ili kurahisisha masuala ya usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa. Kwa hiyo tunakwenda kuongeza bajeti kwa TANROADS na TARURA ili waweze kupasua barabara nyingi na wazijenge kwenye kiwango kitakachopitika mwaka mzima, iwe kuna jua, iwe kuna mvua, barabara hizi ziweze kupitika. Ndugu zangu, hayo ndiyo maendeleo tunayoyazungumza sisi Chama Cha Mapinduzi. Nataka niwaambie jambo moja, katika uendeshaji wa nchi hakuna majaribio. Unampa nchi yule ambaye unamwamini ataiendesha vyema na maslahi ya wananchi yatapatikana. Ukiangalia kwetu Tanzania, chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya nchi watapatikana ni chama cha Mapinduzi peke yake. Wengine bado mkiwapa wengine au serikali au jimbo, wanakwenda kuwafuja, wanakwenda kuwapoteza.